Jifunza, tulipata nafasi ya kujifunza na kuona kumbe, wa, kumbe uh, kwenye, kwenye swala la maisha kwenye swala la uendelevu wa maisha, tuliona kuna mahali mtu anakosea, na tukajifunza kutoka kwenye kosa la Daudi ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu kabisa, lakini alifanya kosa baya sana la kumgharimu maisha yake. Alilala na mke wa mfanyakazi wake, lakini pia alimuua, alisababisha alimtengenezea hila ya mauti ila tunaona baada ya yale mazingira Daudi bado ni Daudi, Daudi bado ni Daudi, hakutoka na lile kosa. Baada ya kusamehewa na Mungu, tukaona alipata nguvu za kuinuka na kuendelea mbele, kama kiongozi, kama baba wa familia, kila mmoja kutokea kwenye nafasi ambayo Mungu alikuwa amembarikia. Sasa aa, siku ya leo aa, tutaangalia kutokea kwenye uelekeo, tutaangalia namna ya kuinuka, tutaangalia nguvu na uwezo wa kuinuka tena baada ya pito pito, kwa maana ya kwamba ni jambo ambalo halitokani na makosa yako, yaani sio kwamba umekosea ndo maana umekutana na hayo mazingira. Sio kwamba umekosea, ya, kuna ile umekosea, alafu kuna ile ambayo unakutana na jambo na ni nje ya makosa. Sio kwamba umemkosea Mungu, sio kwamba ume, umemwibia mtu, ila ni jambo limeumbika kwenye maisha yako na limepata nguvu kwenye eneo la maisha yako. Unafanya nini unapokutana na mazingira hayo? Uh, yote yanaacha mazingira anaweza ya akaacha ya mazingira yanayofanana au yasiyofanana, pito na makosa. Kuna mahali unaweza ukakutana na jambo fulani kwenye maisha, baada ya muda lile tukio likabaki kuwa tukio la maisha, tukajifunza, tukaona of course na uh, tutaendelea kuona huko mbele. Kuna mtu inamgharimu kiasi kwamba hawezi kumwomba Mungu tena, hawezi kumtumikia Mungu tena ushawishi wake kwa watu unapungua, inamtafuna sio watu wanamwona hivyo, lakini yeye mwenyewe navyo mtazamo wake unavurugika kwa sababu ya muda. Tusome kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 23, nitausoma Ayubu sura ya kwanza mstari wa kumi na nane nitasoma, anasemaje? Anasema Ayubu sura ya kwanza Ayubu sura ya kwanza mstari wa 18, anasemaje? Anasema, huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mara tazama, upepo wenye nguvu ukatokea pande za jangwani, ukaipiga hiyo nyumba, pembe zake nne, nayo na ikawaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Ndipo Ayubu akainuka akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi, wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Ninatamani uone kitu alafu kutoka pia kwenye uh, Wafilipi sura ya nne mstari wa 12 hadi 13: najua kudhiliwa tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa kuwa na vingi na kupungukiwa, na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Sasa kutokea kwenye hili andiko kutokea kwenye haya maandiko tunaona habari za wote wawili, utamwona Ayubu na utamwona Daudi, wote wamefiwa na watoto. Ayubu amefiwa na mtoto kwa sababu ya makosa aliyoyafanya. Ayubu amempoteza mtoto wake kutokea kwenye mazingira ya dhambi yake aliyoifanya. I mean, uh, Daudi Daudi amepoteza watoto wake kutokana na mazingira ya, ya pito, ni pito ambalo limeyapata maisha yake, lakini Daudi amewapoteza watoto wake, amempoteza mtoto wake kwa sababu ya mazingira ya makosa aliyoyafanya, na yeye alijua kabisa, nilimkosea Mungu, na nabii Nathan alimjilia uh, ikaonekana kabisa kweli alimkosea Mungu, na yeye akajua kabisa huyu mtoto akumbe hakuwa, hakuwa, hakuwa, haikuwa furaha ya Bwana kwamba kuwa na zao la namna hiyo kutokea kwenye mazingira ya uovu, uh, ikatengeneza hivyo. Ninajaribu kufikiri kwamba Uh, mimi ni Daudi nimefanya kitu cha namna hiyo, mazingira yanapojitokeza, mmoja unaanza kujihukumu ndani ya moyo wako kwamba hii imetokana na nini, na dhambi niliyoifanya na nimeua, na baada ya muda Mungu ameamua kunichukulia mtoto. Kwa baada, baada ya kufanya vitu tukaona, tukajifunza jana kwamba baada ya kosa lile na baada ya adhabu ile, baada ya lile jambo kutokea Daudi aliposikia kwamba mtoto amekufa, badala ya kuanza kupiga yowe, kulia, kulalamika, kujigaragaza, Biblia nasema Daudi akainuka, akaenda, akaoga, akavaa mavazi yake vizuri, akaagiza chakula, akapiga msosi wake. Na alikuwa amekesha analala chini kwa siku saba, alikuwa hali anajizuia kula kwa hizo siku, anaomboleza. Wakamuuliza hivi, tuambie, kwa nini umesikia hii habari umeinuka kula, na sisi tulikuwa tunaogopa kukuambia kwamba mtoto wako amekufa, kwa sababu wakati ameku, anaumwa ili kusumbua hivyo, tukawa tunahisi kama, kama... naomba unisaidie kuzima maiki yako. Ah, tukasema kama wakasema kama sasa mtoto amekufa, tukahisi kama mm, basi hii hali itakuwa itakutesa zaidi. Kwa nini uliamka kula? Akasema, ah, okay, amekufa sasa, siwezi kumwinua tena, tukio limeisha na kweli Mungu ameshanisamehe dhambi zangu, wacha niinuke, ni akabili maisha. Maisha yanatakiwa ni kama, nataka kusema maisha yanatakiwa yaendelee. Okay, nimeshakosea, nimeshafanya nilichokifanya, mazingira yaliyokuja mbele yangu, sitakiwi kukosea tena, natakiwa niishi kwa kumpendeza Kristo. Ayubu naye vivyo hivyo, huyu anapoteza watoto, sio mtoto, watoto hana kosa alilolifanya. Ni mtu wa kumtumikia Mungu kwa sadaka, mtoaji mwaminifu. Tungesema leo kanisani, kama ni mtu anajenga kanisa, mchango wa ujenzi wa kanisa, aibu anasema niachieni hizo bati hamsini, um, mi nitatoa mwenyewe au hizo, uh, hizo tofali zote pamoja na nondo nitatoa hela yangu mimi ndo itatoka, au niachieni hichi na hichi. Ni mtoaji mzuri, anatoa sadaka Tukisema basi tuingie kwenye maombi, usemi ni tajiri, anaomba anaomba kwa bidii kubwa sana. Biblia anasema alikuwa ni mcha Mungu na alikuwa ni tajiri, alafu Mungu anamwondolea vyote alivyokuwa navyo, alafu taarifa ya mwisho inayokuja ni kwamba amepoteza na watoto wote. Anapoipokea ile taarifa, mimi ninajaribu kujiweka kwenye ile meza, ningeanza kufikiri kwenye ufahamu wangu ningeanza kwanza kukaa nijadiliane na yule mtu, niambie ilitokeaje. Maana amekuja ameanza kujitetea kwanza, eh? Bosi, mimi nimekuja saidia kuzima maiki yako. Samani, ah, mimi nimekuja kuletea habari madiwa samani nisaidia kuzima maiki, asante sana, sana. Bosi mimi nimekuja nimekuja nilikuwa naomba uzime maiki mimi nimekuja kukuletea habari mi ndo nimepona. Watoto wako sijawagusa kabisa, walikuwa wanapiga pati yao, walikuwa wanakula, walikuwa wanakunywa, kwa kweli sherehe ilikuwa imefana kabisa, ila upepo ndo ulituletea shida Wat... na yeye mtoa taarifa ajui kama bosi amepotelewa vitu vingine, anajua ni watoto wameenda, ndo wanakutana pale watoa taarifa, kila mmoja amesimama, anamwona mwenzake, ndo anaingia, baada ya dakika chache, baada ya zile taarifa jambo ambalo Biblia inatuambia kwenye mstari wa mwisho anasema nini? Ayubu hakumtenda Mungu dhambi wala kumwazia kwa upumbavu. Hii inaeleza nini? mmoja baada ya kupokea taarifa, alichokifanya nini? ni kwa sababu baada ya kupokea mazingira, kukutana na mazingira magumu, kukutana na nyakati ngumu za maisha, kuna vitu waga tunaanza kuviwaza, ndio Biblia inatuambia hivyo, na kuna vitu waga tunaanza kuvifanya. Kila pito na kila kosa huwa linazalisha tendo na mawazo Ukikosea unaanza kuwaza namna fulani, na unaanza kufanya mambo fulani. Mwingine akikosea, anaanza kufanya mambo ya kulifunika kosa, au anaanza kuwachafua wengine kwa kujifunika yeye. Mwingine anapokutana na pito, anapokutana na mazingira magumu kwenye eneo la maisha yake Anaanza kuwaza kwa upumbavu, anaanza kuwaza vibaya. Mwingine anafika mahali, analaani siku aliyozaliwa, analaani waliomleta, analaani aliyokutana nayo, analaani mema aliyokutana nayo, anamtukana Mungu, anaacha imani, anatukana watumishi, anaona watumishi hawafai, anatukana wanaume, anaona wanaume hawafai, dunia nzima, wanawake hawafai. Ni kuwaza kwa upumbavu anafika mahali kwa sababu ya uchungu, kwamba nimemtumikia Mungu kwa uaminifu na Mungu mwenyewe ameshindwa kunisaidia, anaanza kujadiliana moja kwa moja. Ninajaribu kujichukua kwenye ukawaida wa kibinadamu, ninaposikia taarifa ya namna hiyo, ninaweza nikaanza kulia, ninaweza nikaanza kujadiliana na, ulikuwa wapi? Kwa nini bosi, kweli hakukuwa na hospitali karibu? Ningewakimbiza hospitali basi, hata Mungu kweli. Nilifunga. Kuna mtumishi mwingine alikuwa anaza, nimefunga siku zote, ala Mungu amemchukua kwa nini? Amemchukua na mi nimeomba. Mungu mbona ni mkatili kiasi hiki? Mungu mbona hafai? Mungu mbona hasaidi? Mungu hayupo, Mungu hayupo kabisa. Kwa kuna muda mawazo fulani yanazaliwa kwa sababu ya pito unalopitia Wakati mwingine pito linaweza likawa kukataliwa na watu wa nyumbani kwako. Wakati mwingine pito ni kwamba umefanya jambo zuri, umefanya kazi yako vizuri, lakini watu wakajiinua vibaya kinyume chako, akatunga maneno ya uovu. Biblia inaeleza kwenye kitabu cha Zaburi, anasema yule niliyemsaidia, niliyempatia chakula changu, ndiye aliyeniinulia kisigino, ndiye aliyenitungia ubaya, ndiye aliyeinuka kinyume changu, ndiye aliyeniwazia kwa ubaya ndiye aliyenitengenezea makosa. Tunaona hata kwenye mauti ya Stefano kwenye Biblia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, unaona Stefano anakufa baada ya kujadiliana na watu, wanashindwa kumshinda kwa hoja, wanaenda kumtengenezea kesi. Unapofikia mazingira ya na namna hiyo, unauliwa sio kwa sababu, au unapigwa mawe sio kwa sababu umetukana, ila kwa sababu umefanya kazi nzuri ya Mungu, sio kwa sababu umemsaidia mtu, ila kwa sababu umeinuka kwa ajili ya kuyaokoa maisha ya mtu fulani. Baada ya muda, unapoona mazingira ya namna hiyo, unafanya nini? Kuna watu wanapofika hapo, wanaacha kusaidia, wanasema sisaidii mtu tena. Baada ya muda mwingine anaachana, anavunja ndoa yake. Baada ya muda mwingine anaachana na marafiki, anakataa, anajitenga Uchungu unazalisha kuna. Mawazo yanazaliwa na kuna fikra zinazozaliwa na kuna matendo yanayozaliwa. Biblia inatuambia baada ya mambo hayo, Ayubu aliposikia mbio yake ya kwanza kabisa, akavua nguo zake zote, akabaki uchi, akanyoa nywele zake, akaenda mbele za Bwana akamwambia, Bwana wewe ndiye uliyenipaleta duniani ulinileta uchi na mi nitakurudia uchi kabisa kabisa. Hivi ninavyokuja kwako, sina nguo, sina nywele, ndivyo ulivyonileta na ndivyo utakavyonirudisha. Kwa sababu hiyo, wewe ndiye uliyewaleta watoto hawa kwangu, na wewe ndiye uliyewachukua, jina lako libarikiwe. Mimi ninadhani kwa haraka haraka, ningeanza kukemea mapepo, roho ya mauti, pepo la nini, uliyechukua watoto wangu, uliyefanya kitu fulani na kitu fulani. Mimi niliwakabidhi si kwenye mikono ya Mungu, lakini inaanza kurudi tena kuwakemea mapepo, kuyaona, kuwaona wachawi, kuwaona waganga, kumwona shetani kwenye hayo maisha ya hao watu. Lakini mtazamo wa Ayubu ni kumwona Mungu hadi kwenye mazingira magumu. Mimi ninadhani kwenye ubinadamu wetu, tena hasa kwa wakati huu, kuna watu wamefundishwa kumwona shetani kuliko kawaida, kumwona shetani kwenye kila kona, kila kona Mungu ni kwenye uponyaji na Mungu mwenyewe haonekani mpaka jambo limetibika, ndo anaonekana. Lakini maisha yakiwa ya kawaida yanajiendea vizuri, Mungu haonekani, ila mpaka likiharibika. Kwa mfano, ajali kataka kutokea, uharibifu kataka kutokea, mtu anaanza kukimbilia kumwona shetani, kiasi kwamba mpaka amwone Mungu wa Mwokozi kwenye hayo mazingira, ameshatoka jasho kuongea na shetani ameshatoka jasho kumsema na anaanza kuwaza huyu ni yule ndugu yangu ambaye ni mchawi mm. huyu huyu inawezekana mwingine anapoona watoto wake wa mtoto wa kwanza amekufa wa pili pili amekufa huyu sasa ni yule mamdogo wangu yule mchawi yule yule ndo yule ananiandama yule, yule yule mpaka aje amwone Yesu kwenye hayo mazingira ameshakufa ameshapoteza biashara ameshapoteza kazi ameshapoteza kila kitu. Kila muda akienda, akigundua tu leo limeharibika jambo fulani, anaanza kukimbilia kuona nini? Shetani, kuona shetani. Unaona Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya kumi na nne, kama nitakuwa sijasahau, unamwona Petro anamwona Yesu anavyonaambia, Bwana Yesu kama ndo wee unatembea juu ya hayo maji, mi niite, ukiniita mi nakufuata Yesu anawambia njoo. Anasema sawa kwa neno lako nakuja. Anaanza kutembea, baada ya muda, anapoona upepo mkali, anaanza kuzama. Kilichomsaidia Petro ni kumwangalia Yesu tena, Yesu nisaidie, ndo akashikwa mkono na kusaidiwa. Na mara nyingi kwenye maisha na kwenye mapito tuliyonayo, jambo linalotuumiza la kwanza sio pito lenyewe, la kwanza ni kile unachokiongea ndani ya moyo wako, unapogundua watu wanakusema vibaya, unapogundua watu hawakuamini tena unapogundua watu wamegundua makosa yako, unapogundua ulimekutana na jambo ambalo sio sahihi wewe kutana nalo, jambo la kwanza sio tendo ulilofanyiwa linalokugharimu maisha yako. Jambo la kwanza ni lile neno unalolisema moyoni mwako mara nyingi wewe ndo unajisema vibaya mara nyingi, wewe ndo unajiongea vibaya, unajihukumu. Au mara nyingi sio kujihukumu, mara nyingi ni unainuka kinyume chako, unakaa unamkataa Mungu. Unaona kama nimeomba siku zote hizi na haya ndo yametokea, kuomba siombi tena, unakata tamaa, unachoka moyoni mwako. Paulo anaongea kitu kizuri sana ambacho nimekiandika hapo, utasoma kwenye grupu, nimetuma kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 12 hadi 13 anasema ninajua kudhiliwa yaani kushushwa chini, ninajua kufanikiwa yaani kustawi, katika hali yoyote na katika mambo yoyote, sio hali njema au mambo mema, katika hali mbaya au hali nzuri, mambo mazuri au mambo mabaya. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa kuwa na vingi na kupungukiwa. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Alafu ndo anamalizia vizuri, anasema nayaweza mambo yote katika haya nitia nguvu. Hili andiko la yanayaweza mambo yote katika haya nitia nguvu, waga tunalimega, waga tunalichukua kana kwamba limeandikwa tu hivyo hivyo kwamba nayaweza mimi, ninafanikiwa mimi, nina ba. Badala yake Paulo anatuambia okay, nikikutana na mazingira ya kushushwa chini na kuonewa, ninazo nguvu za kukaa hapo na nina uwezo wa kuendelea na kazi yangu kama kawaida. Nimesemwa vibaya, mji mzima umenitukana. Paulo ni mmoja kati ya watu ambao unakuta mji mzima umemwongea vibaya. Jaribu kufikiri, umeandaa mkutano wa Injili, umewahubiria watu, wamefunguliwa, wameponywa, viwete wametembewa, vipofu wameona, viziwi wamesikia, alafu baada ya muda mji mzima unainuka kinyume chako, unainua mabango, hafai huyu, ni mbaya Huwezi kupata nguvu, unaweza ukapata nguvu ya kwenda kuhubiri mji mwingine? Huwezi kupata nguvu. Lakini Paulo anasema pamoja na hayo yote ninayokutana nayo, wananisema vibaya, wananiandalia vikao, na wanaoniandalia vikao ni wale viongozi wa dini ambao Mungu wao ndio mimi namuhubiri, hawataki kunielewa. Lakini pamoja na hayo yote, ninayaweza yote. Kwa lugha nyingine, nitakutana na mazingira ya kushushwa nchini na kunenwa vibaya na kutukanwa na kudhalilishwa na kunenwa kwa aibu bado ninazo nguvu za kuendelea, bado nina nguvu za kuinuka, bado nina nguvu za, ku, za kupiga hatua. Watataka kunishusha chini, watakaponikabili hawataweza kunishusha chini, maana nina nguvu za kuendelea mbele, maana vitu vingine wakati mwingine unakutana na kwenye maisha yako magonjwa yanazaliwa au unakutana na vita inakushinda, sio kwa sababu vita ilikuwa ni ya kukushinda ili uanguke na uwe chini ila kile ulichokuwa unakisema kwenye moyo wako ni nini? Wengine waga wanapokutana na vita vikali wao ndo wanajishusha chini, yaani adui anakuja kwa lengo la kushusha chini, na yeye anasema ah, sawa, kwa sababu mmeamua kunishusha na mimi nashuka. Aa, sawa kwa sababu mmeamua niachane na, na mme wangu sawa, na mimi naachana naye. Kwa sababu mmeamua nijitenge na familia yangu sawa, na mimi, mimi, sawa sawa, tuone tu, mimi nimeamua kuachana naye. Mungu atawalipa, Mungu atawalipa, acha mimi ninaachana naye. Hajui kuendelea kupigana, hana nguvu kitu ambacho kitakuwezesha kwenye pito lako. Kuna mwingine ambaye amempoteza mtoto, au amepoteza biashara, au amepoteza ndoa, amepoteza amini, amepoteza chochote kwenye maisha yake, amekutana, amepoteza mwenzi, kwa maana ya inaposema ndoa, amepoteza mwenzi, lile tukio limeishi kwenye maisha yake, asi kwamba hakuna kitu kingine chochote, tangu ya hiyo siku hakuna kitu kinaendelea, kila akikaa aseme sasa, nnasoma anakumbuka biashara yangu ilikufa, anakumbuka yule mpenzi wangu aliniacha, anakumbuka yu yu yale yale yale mambo yangu ya shule yaligoma, walinikataa wakunitumia hela, anakumbuka walinitenga, anakumbuka walinigeuka wale niliowasaidia. Anapokumbuka hayo mambo na anapojisemesha moyoni mwake anashindwa kuendelea. Kuna mahali unahitaji nguvu za kuendelea mbele nguvu za kuzisema baraka za Bwana, nguvu za kumshuhudia Bwana na ni maombi yangu siku ya leo, tunapoenenda katika maombi haya ya kwamba Bwana akusaidie na kukuwezesha pamoja na mazingira yote, ama ni makosa ama ni mapito ambayo umekutana nayo. Leo tunaombea mapito, mazingira yote ambayo umekutana nayo yasizalishe huzuni na uchungu, yasikufanye ujione hufai. Kuna mwingine anapokutana na mapito Anaona, sasa hii ndio, ilikuja kuprove kwamba mi sijui chochote, mimi siwezi hili jambo, hili sio jambo langu. Mtu wa Mungu utakutana na mazingira soft, bado utakutana na mazingira ya kukwama. Kuna mwingine anadhani yeye ndo amefanya dhambi kubwa sana kwenye haya maisha, lakini ninataka kukuambia, kuna watu wamefanya dhambi, wameua, we hujaua mtu wa Mungu. We uja, uja, uja. kuna mwingine amebakwa, kuna mwingine amefanyiwa uharibifu, kuna mwingine ametendewa uhaini Anajisi yee, ni mwenye dhambi dunia nzima, anaona hafai kumtumikia Mungu, hafai kwenda mbele za Bwana. Kuna mtu anaitwa Paulo, aliua sana, alizini sana, kama ni kulewa, kama ni nini, alifanya vyote vya uovu, alafu bado ndo leo tunamsoma na tunahubiri injili yake. Kwa sababu ya, gani? Alichagua kuinuka baada ya pito lake pito alikwenda naye, pito lilibaki kuwa pito, mawimbi. Aliendelea na safari yake yeye, yeah, akaendelea na safari yake. Usiungane na safari ya mawimbi wala safari ya pito, safari yako iwe iwe safari yako, njia yako ibaki kuwa njia yako. Ninataka kukutia moyo, tunapoenda kumwomba Bwana Yesu chochote ambacho kimeleta uharibifu kwenye maisha yako kimezalisha magonjwa kwenye moyo wako, kimezalisha kupungua nguvu kwenye moyo wako, kimekufanya uone ustahili kuendelea mbele, Mungu yuko pamoja na wewe, usife moyo. Ni pito lako. Mungu anasema nini? Biblia inasema ya kwamba maana hilo jaribu lililowapata alikuwapata isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, tena Mungu hata hata ruhusu lililo juu ya uwezo wako, aliloriruhusu upitie kama ni kutukanwa, kama ni kutengwa, kama ni kugeukwa, Mungu ameruhusu kutane na mambo ambayo unayamudu. Mtu wa Mungu, ukijiangalia vizuri, ukawa makini na ukaacha kujiongea vibaya na kujihukumu, utagundua baada ya muda hilo jambo ni la kawaida sana, na una uwezo wa kulivuka. Mungu amekuruhusu kuyapitia uliyoyapitia. Wewe ndio amekuruhusu na wengine, kwenye familia yenu hajawaruhusu kupitia hayo, kwa sababu Mungu anajua una uwezo wa kuvuka, una uwezo wa kumtumikia, una uwezo wa kuendelea mbele una uwezo wa kustawi, una uwezo wa kushinda hiyo vita, una uwezo wa kupiga hatua nyingine ya maisha. Nataka umwamini Mungu pamoja na mimi. Umekutana na mazingira ambayo familia imekutenga unahuzunika, unaona una uwezo, umekata tamaa, umeona mambo ya ofisini ya kupandishwa cheo sio ya kwangu, unaona hii ndo ngazi yangu ya mwisho ya kielimu. Nataka kukutia moyo kwamba kuna nafasi ya kuongeza elimu tena, sio kwa sababu ya uwezo wako, ila kwa sababu ya nguvu za Bwana unaita kwa za Bwana. Kwa siku ya leo tunapoenda kumwomba Bwana Yesu, nataka tunapoenda kumwomba Bwana moja, tutamwomba Bwana Yesu kwa maana ya kumshukuru Mungu kwa neema na baraka ya siku mpya. Utamwambia Mungu asante kwa ajili ya neema ya siku hii, mshukuru Mungu kama ambavyo tumekuwa tukifanya, mshukuru Mungu kwa ajili ya kila kilichowekwa ndani ya siku ya leo. Lakini pia unapoenda mbele za Bwana, mwambie Baba, ninaomba uniwezeshe kuiendea siku yangu kwa ushindi, nipe neema ya kuikabili hii siku, nipe neema ya kuyakabili mambo yaliyoko mbele yangu kwa ushindi. Chochote kinachokuja kwangu kisipotee, kisife, kisiharibike. Nipe neema ya kuweza, nipe neema ya kushinda, nipe neema ya kuvuka, nipe neema ya kustawi, nipe neema ya kuendelea mbele. Lakini pia pamoja na kumwomba Bwana neema ya kuenenda kwa siku katika ushindi, omba roho ya ufahamu, moyo wako tiwe nuru, mjue Bwana, umwone Mungu. Usianze kuyaona mambo madhofu, usianze kumwona shetani kwanza, usianze kuona uharibifu kwanza Umwone Bwana Yesu kwanza kwenye kila pito, na nataka nikufundishe hivyo kwenye mambo ya maisha yako. Kabla ujaanza kumcheki shetani amekaa wapi, anza kumwona Yesu amekaa wapi kwenye hilo eneo, anza kumwona Yesu amekaa wapi kwenye hayo mazingira, anza kumwona Yesu yuko wapi kwenye hayo maisha, anza kumwona Yesu yuko wapi. Yesu yuko wapi kwenye hayo maisha yako, na ujifunze kumtazama Yesu kwenye hayo mazingira, lakini pia utaenda kumwambia Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya jambo, ninaomba rehema kwa ajili ya jambo lolote au mazingira yaliyonipa kuinama. Ndani yangu kuna mambo umekutana nayo kwenye maisha, yameiba nguvu yako, yamepunguza kasi yako, yamepunguza uwezo wako wa kuendelea mbele, ama ni yale maneno uliyosikia, ama ni vile vitu vikwazo ulivyokutana navyo, vimeiba nguvu yako. Mwambie Bwana nihurumie, Bwana nisamehe, yale maneno liliyoyasema sijayasema sawasawa, niliwaza kwa upumbavu, nilitenda kwa upumbavu, nilitaka kulipiza visasi, nilifanya vibaya, ninaomba toba na ninaomba rehema. Lakini pia utaenda mbele za Bwana Yesu, utamwambia Baba, katika jina la Yesu, kwa rehema, asante kwa rehema zako tamshukuru Mungu kwa ajili ya rehema alizozifunua kwa njia ya kazi ya msalaba. Aa, kwa maana ya mauti ya Kristo, utawambia Bwana Yesu, asante kwa ajili ya hizo rehema ambazo umezifunua kwangu, kwa ajili ya hali niliyokutana nayo, hali ambayo imeumbika kwenye maisha yangu, hali ambayo ya imeleta changamoto kwenye moyo wangu. Mwambia Bwana Yesu, asante kwa kunihurumia asante kwa sababu umekusudia kwa kazi ya msalaba wako, yaani uitukuze mauti ya Yesu, ya kwamba kwa kufa kwake wewe umevushwa umeonwa. Hata ili neno unavyolisikia ni hatua ya wewe kuvuka. Mwambie Baba asante kwa sababu ya ili neno, asante kwa sababu ya mauti yako, ya, ya, ya, ya, ya mauti ya Kristo msalabani, asante kwa sababu ya kufa na kufuka kwake, sababu kwa, kwa njia ya mauti yake nimepata neema ya kuinuka, ninapata neema ya kupona na kuyashinda mambo yaliyoko mbele yangu na moyo wangu unapona tena. Alafu omba neema ya kuinuka kwa upya na kwa nguvu za roho Mtakatifu mahali ambapo unaona kabisa huwezi, umechoka, huoni kama unastahili tena, moyo wako umekufa ndani yako. Mwambie Baba, ninaomba neema ya kuinuka kwa upya na kwa nguvu niende kwa upya na kwa nguvu. Ama ni ofisini ile eneo, nasema ninaondoka sasa hivi, sitaki kufanya kazi tena. Mwambie Baba, ninaomba nguvu za kuendelea na kumaliza vizuri safari yangu. Omba uwezeshaji kwa njia ya neno la Mungu, watu, fedha, mali na chochote kinachokugharimu kuinuka kwako. Kama kugharimu kwako kunahitaji watu, kunahitaji neno la Mungu, kunahitaji mali, kunahitaji chochote, mwambie Mungu, nipe hivyo vitu Unapoingia kwenye maombi siku ya leo, mwambie Baba, ninaomba unipe chochote kinachogharimu mimi kuinuka. Chochote kinachogharimu ama, inahitaji watu wa kunitia moyo, inahitaji watu wa kuni, wa kuni, wa kunisema, kunisemea vizuri, inahitaji watu wa kwenda kunizungumzia vizuri kwenye mazingira ambayo ni jina langu limechafuliwa, inahitaji watu wa, inahitaji kujenga mfumo mpya, inahitaji fedha, inahitaji uh, vitu fulani, chochote ambacho kinahitajika, mwambie Mungu, ninaomba Mwambie Mungu ninaomba nipe chochote kinachogarimu kuinuka kwangu, nipe chochote kinachogarimu kuinuka kwangu. Ni malaika ni nguvu za Roho Mtakatifu, ni fedha, ni nafasi ya kazi, ni hela pato jipya. Mwambie Baba, ninaomba unisaidie. kwa utaomba hivyo kwa ajili yako na utaomba kwa ajili ya wengine wote ambao Mungu amekupatia neema ya kuomba kwa ajili yao. muda una saa hii, nataka nikuruhusu tuende kumwomba Bwana Yesu kwa wakati huu sasa. Uh, utafanya vile ambavyo tu nimekuelekeza tangu awali kufanya utaomba kwa ajili ya familia yako na watu wote ambao Mungu amekupatia lakini kama una namna yote ya kusaidia kuendelea kwenye maombi kama ni kwa wimbo wa kuabudu ambao unaweza kuachilia uh, mahali ambapo upo, uh, mziki wote ambao unaweza kukusaidia kukaa kwenye maombi na kuendelea kujimiminisha moyo wako mbele za Bwana bila kuwasha maiki yako utafanya hivyo na Bwana atakubariki naomba nikuruhusu kuweza kuendelea na maombi Mungu uliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa siku ya leo, ambao Bwana Yesu umeyasaidia maisha yao, Bwana Yesu umewawezesha, Bwana Yesu umewapatia.